Mimi ni askari mhifadhi daraja la pili Robert Fokas Mushi ambaye ninasimamia mradi wa kuzoesha wanyama adimu jamii ya sokwe mtu katika hifadhi ya taifa kisiwa cha Rubondo. Wanyama adimu jamii ya sokwe mtu ni wanyama ambao tunaamini kisayansi, uh, tumeendana nao vina vinasaba kwa asilimia 98.6 maana, kwa asilimia moja pointi nne ndo utofauti wa sokwe na binadamu. Tumeendana nao katika vitu vingi Uh, mfano mmoja wapo ikiwa ni makundi ya damu wakati binadamu akiwa na kundi la damu uh, tunasema kundi A, kundi B, kundi A, B, AB na kundi O, yeye sokwe ana kundi A na kundi O. Wakati tunasema binadamu ana beba mimba kwa muda wa miezi miezi tisa, sokwe naye anabeba mimba kwa miezi tisa. Wakati tunasema binadamu mtu mzima ana jumla ya meno 32. Sokwe naye ana meno 32. Wakati tunasema binadamu wa kawaida anazaa anaza mtoto ananyonyesha mpaka e, inafika muda mtu anajitegemea. Na sokwe ndivyo maisha anayoyaishi porini. Binadamu wa kawaida akiwa anakula mboga mboga, nyama na matunda na vyakula ambavyo sokwe pia anakula. Kwa upande wetu wa hifadhi ya taifa kisiwa cha Rubondo, e, kwenye miaka ya 1966 hadi 69 tulifanikiwa kupokea jumla ya sokwe 16 ambao walikuwa kwenye e, tuliwapokea kutoka kwenye bustani za wenzetu wa Ulaya ambao walikuwa wanalishwa wanapewa kila kitu huduma zote za afya. Waletwa hifadhi ya taifa kisiwa cha Rubondo na kuachiwa porini ili wajitegemee kwenye mazingira yao ya, ya, ya, asili. E, na baada ya kuachiwa hifadhini waliweza ku, kuishi vizuri hifadhini kwa kujitafutia chakula wenyewe, kuzaliana na kuongezeka. Mpaka sasa hivi tunavyozungumza tuna jumla ya sokwe zaidi ya sabini ndani ya hifadhi kutoka 16 mpaka hadi kuwa na e, sokwe zaidi ya 70. Hawa sokwe walivyokuwa wakiongezeka, ilifika wakati tukatamani kuwatumia kama zao la utalii. Lakini kwa tunapata changamoto moja kubwa ya kwamba sokwe hawa walivyoachiwa porini wali e, walikuwa walisahau binadamu kabisa. Kwa hiyo walivyokuwa wakiona binadamu walikuwa wanakimbia na kuona binadamu kama ni adui wao. Kwa hiyo ilianzishwa program moja kwa ajili ya kuwazoesha hawa sokwe ambapo walianza wenzetu wazungu kwa kipindi cha miaka ya nyuma lakini ilishindikana. Mwaka 2014 baada ya jitihada za shirika kumpatia elimu muhifadhi Shaibu Utenga na kuja kukabidhiwa mradi wa kuzoesha sokwe alifanikiwa kufanya kazi hiyo mpaka hadi mwaka 2018. Tulifanikiwa kuanza kuuza sokwe kama zao la utalii. Ndani e, Shaibu Utenga pamoja na timu kubwa ambayo ilikuwepo ya vijana ambao wanafanya kazi ya kuzoesha sokwe e, walifanya kazi kwa jitihada e, na mwaka 2018 wageni walikuwa wanaona sokwe kwa mbali, soko mbali, wa karibu, kwa mbali, na tunapozungumza mpaka sasa hivi mgeni ana uwezo wa kumuona sokwe kwa mita kumi, sokwe alipo na mgeni anapokuwepo ni mita kumi na anaweza akakaa kwa muda mrefu. Zao la utalii tunaloliuza kwa wageni wa sokwe tunalita utalii wa kuzoesha sokwe au chimpanzi habituation experience. Maana yake mgeni anatakiwa kufili ile kazi ya uzoeshaji wa sokwe inafanyikaje, ni kwa namna gani, e, trackers anavyoenda porini, anakaa na sokwe, anarekodi tabia zake, anarekodi idadi, anarekodi umri, mpaka hadi pale sokwe wanafanya wanavyoenda wanaendelea na shughuli zingine. E, tuna hawa wanyama jamii ya sokwe, tuna wanyama wanaitwa great apes ambaye, tuna bonobo tuna orangutani tuna gorila na tuna sokwe. Katika wanyama wote hawa sokwe ndio yuko karibu zaidi na binadamu, hata makundi ya damu ambayo tunayo sisi ndio haya hiyo sokwe anayo, sema sokwe ana A, grupu A na grupu O. Tukija kwa upande wa tabia zingine eh, mfano sisi binadamu kuna wakati binadamu wanafanya mapenzi tu kwa starehe, tofauti na wanyama wengine wengi wanafanya mapenzi kwa lengo la kuzaliana sokwe naye kuna muda anafanya mapenzi kwa starehe, hasubiri mpaka jike aingie kwenye joto ndio afanye mapenzi. Unavyosema mzunguko wa mwanamke wa mwezi wa hedhi, sokwe naye anaingia hivyo hivyo mzunguko wa, wa, wa, wa, wa hedhi kwa mwezi.